Jana nilimsikiliza binti moja pale. Kwa wale mnaofuatilia, mliona binti amebakwa, mtoto mdogo, chini ya miaka kumi na nane, mwanafunzi wa fomu wani, kidato cha kwanza. Jibaba zaidi ya miaka hamsini limembaka mpaka likampa mimba, halafu vipimo vya kwanza vimetoka vimeonyesha DNA zinafanana. Alafu katika kuendesha kesi, eti imeonekana hakuandikwa kwamba ni mwanafunzi. Ngoja nifike Lushoto, ninapofika Lushoto nikute yule alishakamatwa. Akasakwe popote alipo, akamatwe. Hatuwezi tukaweka heshima na wabakaji na afisa elimu wa mkoa huyo. Mtoto akimaliza kunyonya yule yule, mtoto yule mama yake aliyebakwa, mama mtoto aliyebakwa apelekwe shule akaendelee na ndoto yake ya kusoma. Mtafutieni shule ya bweni aendelee na kusoma. yule aliyebaka atakipata cha moto. Ninyi mnaoweka wale wanaofanya wana njama na wabakaji, kamanda wa RSO, kamanda wa Takukuru, fuatilieni wote waliocheza na hili faili, fuatilieni na wote waliocheza na hili faili, wote waliocheza na hilo faili. Niliikuta kesi ya aina hiyo pia kule Mwanza. Imechezewa chezewa, imechezewa chezewa. Nashukuru hatua zilishachukuliwa, imerudishwa tena ikaungurume upya. Mna bahati mbaya sana, wale wanaopenda vitendo hivi vya kijingajinga. Sisi wafugaji, ilikuwa tunapofuga likitokea dume likaanza kupanda vindama, ama dume linapanda madume wenzake, tulikuwa tunalihasi tu, wala hamna katiba hapo Wala hatukuwa na katiba ya ng'ombe tulikuwa tuna rihasi tu. Sasa kwa sababu katiba yetu haijasema hivyo, watakipata cha moto kupitia sheria zinavyoelekeza.